Wakati taifa la Senegal likiwa bado kwenye shamrashama za ubingwa wa Afcon, Brahim Diaz bado atakuwa na tafakari ni kwa namna gani alishindwa kufunga ile penati dhidi ya Edouard Mendy, ambayo pengine tungekuwa tunaongea mambo mengineyo muda huu. Diaz, nyota wa Moroko, anayechezea Real Madrid ya nchini Hispania, alikosa kufunga tuta lile lililokuwa na utata baada ya kuamua kupiga kwa mtindo wa panenka. Je, unafahamu asili ya mtindo huu wa kupiga penati? Ngoja nikurudishe nyuma kidogo, mwaka 1976 ndani ya dimba la jijini Belgrade, kwenye iliyokuwa Yugoslavia ya wakati huo. Ubao wa matokeo ulikuwa unasomeka mabao mbili kwa mbili. Ilikuwa ni fainali ya EURO iliyokutanisha Czechoslovakia dhidi ya Ujerumani Magharibi ya wakati huo, timu hizo zikiwa zimetoka suluhu ndani ya muda wa kawaida mbungi ilibidi amurio kwa mikoji ya penati, na baada ya Uli Hoeness kuangua mnazi kwa upande wa Ujerumani Magharibi, akajaongea mwamba mmoja aitwaye Antonin Panenka ambaye aliamua kuubetua mpira kiustadi au kupiga beleshi na kumpeleka marikiti golikipa wa Ujerumani, Sepp Maier na huo ndio ukawa mwanzo wa mtindo huu wa upigaji penati. Hata hivyo mtindo huo umekuwa na majina tofauti kulingana na nchi. Kwa mfano, ukienda Italia mtindo huu huitwa kuichao, yaani kijiko kwenye soka lao, kule Brazil wao huita cavadinha, yaani mchoto mdogo, wakati Argentina kujulikana kama picado. Baadhi ya wa wachezaji maarufu walio kufunga kwa mtindo huu ni pamoja na Andrea Pirlo, Zinedine Zidane, Alexis Sanchez, Sebastian Abreu na Francesco Totti. Katika mchezo wa robo fainali ya Copa America kati ya Argentina na Ecuador uliofanyika Julai 4 mwaka 2024, Lionel Messi alikosa penati yake baada ya kujaribu kufunga kwa mtindo wa Panenka, mchoto wake ukiishia kulenga mtambaa wa panya.